Mzee ah, wa rumba mwenye kijana mdogo mwenye rumba mwanadamu mm, anaweza taka nianguke lakini atapenda nisimame Yesu. Mwanadamu anaweza taka nisimame, yatapenda niendelee mbele. Watu wanaweza taka mimi nianguke lakini atapenda nisimame hey.

Unanipendanga, unanipendanga a yeswe, unanichunga unanichunga unanichunga, yo yo yo yo, unanichunganga unanichunganga a yeswe, unanipenda unanipenda unanipenda unanipenda, yo yo yo yo, unanipendanga unanipendanga a yeswe.